Niko na habari ya mtu mmoja kutokea eh, kule nchini Kenya ambapo pia ameweza kufa nchini Kenya huko eh, katika kituo cha polisi mara baada ya kuweza kukamatwa kutokana na ujumbe ambao pia ulikuwa umewekwa kwenye mtandao wa kijamii eh, kifo hicho kimezusha, eh, kimezusha eh, shutuma eh, kutoka kwa wafuasi wa shirika la kutetea haki za binadamu yani Amnesty International ambao wanapatikana kule nchini Kenya. Kifo cha Albert Ojwag eh, ambaye pia kijiri anafahamika eh, kwa jina la Albert Ojwag kijiri wiki chache kabla ya kumbukumbu ya machafuko mabaya ambayo pia yaliwahi kutokea katika maandamano ya kuweza kupinga lakini pia kupandishwa kodi na ufisadi. Mamlaka huru ya, u ya uangalizi wa polisi yani IPOA imeanzisha uchunguzi kuhusu, eh, tukio hilo. Tunajua kabisa hapa nyuma kidogo kulikuwa kuna masuala mazima ya eh, wakenya walikuwa wanalalamikia sana masuala mazima ya upandishaji na kodi mpaka machafuko yaliweza kutokea mpaka watu wakahisi kabisa hapa, mbona kama Kenya kutakuwa kuna eh, vita fulani ambayo itaweza kutokea. Sasa Huyu e, Albert Ojwagi pia ni mkazi wa kaunti e, ya Homa Bay ambayo inapatikana kule nchini Kenya. Aliweza kukamatwa e, siku ya Ijumaa mchana na maafisa wa DCI, yani Director of Criminal Investigation kutokea kule nchini Kenya e, kutokana na kuchu, weza kuchukuliwa kama mtu ambaye aliweza kushiriki katika chapisho e, kwenye mtandao wa X zamani Twitter, ambao pia wakisema ni, e, ni ushambulizi wa kichochezi au yani ile post ilikuwa na masuala mazima ya kichochezi. Unajua katika masuala mazima ya ya kisiasa kwa kipindi hiki sasa hivi bana, mambo haya yamekuwa yakiendelea kutokea sana katika nchi tofauti tofauti ambazo eh, zipo kutokea hapa Afrika Mashariki. Sasa aliweza kusafirishwa eh, hadi eh, kituo kikuu cha polisi yani Central Police Station eh, jijini Nairobi ambapo aliwekwa kizuizini eh, siku ya Jumamosi yani siku ya jana. Sasa eh, familia yake walipofika kituoni eh, wakitaka kujua e, kuhusiana na masuala mazima ya shtaka lake linaendeleaje, lakini pia kujua shauri dhidi e, yake, e, walikuta marehemu alikuwa tayari ameaga dunia saa chache kabla. So, siku ya jana mara baada ya wao kwenda kwa ndugu, tunaweza kusema na familia, kuweza kwenda ku, kuangalia kesi yake inaendelea vipi, wanashangaa na ku, wanafika kule na kupewa taarifa ya kifo kwamba mshikaji ameweza ku, e, kufariki dunia. Sasa sababu ya kifo e, taarifa rasmi bado hazijaweza kufahamishwa hadharani au kuweza kuwekwa hadharani kwamba ni kitu gani ambacho kimeweza ku, e, ku, ku kuweza kupelekea kifo chake e, na maelezo pia kuhusu ulikuwa kuhusiana na madhara ya kiafya dhuluma, wala kulazimishwa nguvu inayoelezwa e, tu alifariki e, kizuizini, kwamba e, kuna kitu chochote ambacho kiliweza kutokea and then kikaweza kusababisha maswala mazima ya kifo chake kuweza e, kutokea. Sasa uchunguzi pia unaenda ku, unaendelea kufanyika na IPOA e, e, kutokea kule nchini Kenya dhidi ya kifo chake e, kutokana na the way ambavyo, kwa sababu ndugu na familia wakiwa wanauliza bwana Niki sheria bado zitaweza kufuata mkondo wake, kesi alikuwa nayo basi itaweza kufuatilia mwanzo mwisho eh, kutokana na kifo chake, kama ni aliweza kufariki tu ghafla, kwa sababu aliweza kufia katika kituo cha polisi so, masuala mazima hiki endapo tu tutapata taarifa hizi kutokea kule nchini Kenya. Take for this chao